Sawa, sababu ni zipi zinazopelekea sasa usugu wa dawa? Sawa, sawa. Sababu eh, zipo kadhaa eh, lakini nitazitaja zile kubwa kwa uelewa mm -hmm. zaidi mzuri na ambazo zinaeleweka kwa urahisi. Kwa mfano kuto kuzingatia dozi, dozi ya dawa mm -hmm. umeenda kituo cha afya ama hospitali umegundulika una ugonjwa fulani, umeandikiwa dawa yako pale kwa muda wa siku tano. Umetumia ile dawa kwa muda wa siku tatu, umeona maendeleo ni mazuri, ukaamua kuwacha ile dawa. Kumbe ile dawa wakati umeanza kuitumia, ili, ilifanya suppression, ilipunguza idadi kubwa ya vimelea ambavyo vilikuwa vinakusababishia kupata kuumwa, kwa hiyo unapata nafuu. Sasa wengine wanadhani kwamba wamepona, kwa hiyo unaandikiwa dawa ya siku tano, unatumia siku tatu. Hiyo namba moja. Lakini sababu nyingine ni kozi. Kozi ni kile kiwango cha dawa ambacho anakitumia katika dozi moja. Kwa mfano, umeambiwa tumia paracetamol, nitumia um, amoxicillin, dawa moto ambayo ni antibiotics, utumie miligramu 500 wewe umetumia miligramu mia ume miligramu mbili hamsini, haujafuata kozi. Au kwa lugha rahisi wanasema vidonge viwili kutwa kila baada ya masaa sita, sasa umetumia kidonge kimoja, kwa hiyo tunasema kozi haijatimia, kwa hiyo nguvu ya dawa inakuwa ni ndogo kwa hiyo wale bakteria au vimelea ambao vilikusudiwa sasa havitokufa kwa sababu vimepata dawa kwa dozi ndogo, tofauti na ile ilikusudiwa. Sababu nyingine, saa hizi kuna matumizi sana ya dawa za mifugo kwa binadamu au dawa za binadamu kwa mifugo. Hasa hasa ipo hii ya dawa za binadamu kwa mifugo. Watu wengi saa hizi wanafuga, wanafanya ujasiriamali, mtu anafuga kuku, ng'ombe, nguruwe, aki mbwa akiumwa, anachukua dawa ambayo ni binadamu mm -hmm. <laughs> Anachukua anampatia, unaona. okay. yeah. Kwa hiyo hiyo inaleta sana usugu sana, kwa sababu wanyama nao wana dawa zao katika dozi ambazo zipo. Kuna sababu nyingine tumeona kwenye familia, labda unakuta una watoto wawili watatu, kuna mtoto aliumwa ugonjwa fulani, mm -hmm. alikuwa na dawa yake, ameitumia, imemtibu, ile dawa ipo kabatini. Kuna mtoto mwingine ameumwa basi, unasema hebu tumia hiyo dawa. Kutumia masalia ya dawa ambazo hazijakusudiwa kwa ugonjwa wa huyo muhusika ambaye anitumia kwa sasa hivi, kwa sababu tunajua unapoenda hospitali au kituo cha afya unapimwa, na kwenye swala la ugonjwa unakuta kila mtu ana kiwango cha ugonjwa fulani. Sasa unakuta huyu alikuwa na, na ugonjwa fulani labda UTI, lakini kumbe dawa aliyopewa huyu ilikuwa ni ya UTI, wewe una UTI labda sugu, mathala nachukulia tu mfano. Kwaona hapo, nazungumzia kwamba e, dawa mtu hupewa kulingana na ugonjwa ambao e, anao. Sawa, tukisalia sa, papo kwenye sababu za usugu wa dawa, ni nini ambacho kinapelekea? Mfano mtu alikuwa anapewa dozi hii, maanake umezungumzia kozi na dozi. Ndiyo. mtu alikuwa anapewa dozi hii hapa, akaitumia baada ya siku kadhaa akabadilishiwa dozi akapewa dozi nyingine, nini kinapelekea? Sawa, sambamba na hilo, kabla sijalijibu. Sasa nikirudi kwenye swala lako ambalo umeuliza ndio, ni kwamba nadhani ni elimu, watu hawafahamu. Pia bila kutumia kozi pasavyo au dozi inaweza kakuletea usugu wa dawa. Kwa mfano tukichukulia dawa mseto ya malaria, mtu mm -hmm. anapoumwa malaria, ameandikiwa hiyo dawa, anapoitumia anatakiwa dozi ya kwanza na ya pili atumie baada ya masaa nane. Unapotumia dozi ya kwanza uhesabu masaa nane, dozi ya pili uitumie. Mm -hmm. Alafu dozi zinazofuatia unaenda kwa masaa kumi na mbili. Sasa kutokujua tu au kutokupata hiyo elimu inaweza kakusababishia hata kama dawa uliopewa ni sahihi mm -hmm. usipoitumia kwa usahihi bado inaweza kakuletea usugu mm -hmm. au isikutibu. Sawa, kwa yule ambaye ameshapata sasa usugu wa dawa, ni athari gani ambayo anaweza akazipata? So, athari zipo nyingi na kwa kweli sasa hivi tumekuwa na hizi athari kwenye jamii. Kwanza, moja kubwa nizungumzie hii, inaweza kusababisha kifo unapopata usugu wa dawa, kwa sababu unatumia dawa nyingi lakini huponi. Okay. Unaweza kuletea kifo. Kwa mfano mwaka 2019 takwimu ya shirika la afya duniani WHO walitoa, ambapo katika vifo milioni 4.95 vifo milioni moja laki mbili na sabini elfu ilikuwa ni vilisababishwa na usugu wa dawa zaidi ya asilimia ishirini. Unaona ni kwa namna gani hii tatizo ni kubwa, na situ Tanzania peke yake, ni duniani kwa ujumla, zaidi ya asilimia ishirini ya vifo kutokana na usugu wa dawa. Kwa hiyo athari mojawapo ni hiyo, inaweza kapelekea kifo, lakini vilevile ugonjwa wa kujirudia mara kwa mara kwa sababu unakuta umetumia dawa, hujamaliza mathalan dozi kama tulivyoongea. Utajiona kama umepona kwa sababu umepata nafuu, lakini kumbe ugonjwa bado upo mwilini. Sasa hiyo unatumia dawa, baada ya muda umeacha, baadaye ule ugonjwa ulikuwepo anaanza tena kuzaliana wale bakteria, unajihisi tena unaumwa kwa sababu hukumaliza ile dozi ambayo ilikusudiwa. Na kingine gharama za matibabu kwa sababu unatumia dawa nyingi mara kwa mara, obvious unaongeza gharama za matibabu, kwa sababu dawa ni pesa, lakini vile vile utatumia muda mwingi sana hospitali. Watu wanakuja hospitali wameshaanza na dawa zao huko sasa, mm -hmm. Hajapona, sasa ndo anakuja hospitali kwao pale. Sasa anapohojiwa na daktari, anaonekana kwamba huyu mtu kumbe alitumia dawa kadha wa kadha hazijapo hazijamponyesha ndio maana ameamua kuja hospitali. Kwa sasa ile unakuta hizo dawa kama ameshazitumia kitaalamu huwezi kumpa dawa hizo hizo tena. Sasa kama alitumia hiyo dawa kupona, maanake kuna hatari kubwa kwamba tayari kuna usugu wa hiyo dawa. Kwa kinachofanyika, kuna kuoteshwa wale bakteria tunaita culture and sensitivity inafanyika, ili kuweza kupata dawa sahihi. Hiyo yote ni gharama. Kufanya culture and sensitivity ni gharama, lakini pia inachukua muda sio chini ya masaa sabini na mbili, kipindi ambacho kwa masaa sabini na mbili ni siku tatu. Kama mna dawa inayokutibu ndani ya siku tatu na unaumwa, mm, hali inaweza kuwa mbaya, kwa sababu kumbuka, tunataka tujue dawa gani itaku, itakutibu okay. Yes. kwa hiyo ndani ya masaa sabini na mbili utakuwa unasubiria upate dawa yako ambayo inakutibu, kipindi hicho ugonjwa unaweza kuwa unaendelea kukushambulia. matumizi ya penikila Ndila na usugu wa dawa vina uhusiano wa namna gani? na nnaumeuliza swali zuri sana hapo, ndugu mtangazaji. Unajua hakuna maumivu yasiyokuwa na sababu, na kwa kweli hizi dawa za painkiller ambazo tunazitumia zenyewe ni kutupa nafuu tu yale maumivu ambayo yanatusumbua, lakini kuna kisababishi, kwa nini una haya maumivu, kwa kwa nini una haya maumivu. Kwa hiyo sasa, huwa tunashauri mtu anapotumia hizi painkiller, yamkini inawezekana akawa kuna ile mtu amefanya kazi nzito amefanya mazoezi makali, ni kawaida kupata maumivu ya mwili, maumivu ya misuli na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu kama huyo kutumia dawa ya maumivu hamna shida, lakini kuna yale maumivu ambayo huyaelewi. Kichwa tu kinauma muda wote, mgongo unauma na hujafanya kazi nzito, hujapata ajali yoyote, hujafanya mazoezi kwayo. Sasa hiyo inahitaji umakini Mm -hmm. Ili ufanywe uchunguzi kwa sababu huwezi kuwa unatumia tu dawa za painkiller, itakuletea nafuu kwa muda, lakini yale maumivu yatarudi tena baadaye. Na tukumbuke hizi dawa za painkiller pia zina madhara kwenye mwili wa binadamu zikitumika mara kwa mara, okay. Ndio Iki, ikiwemo kuharibu figo na ini. Ndio maana pia tunaona saa hizi kumekuwa na matatizo sana haya hasa ya figo, kwa hizi dawa za painkiller zina zinaharibu sana figo na ini kwa kiasi kikubwa sasa hizi dawa za maumivu zenyewe sio kwa ajili ya kutibu vimelea mm -hmm. hazitibu vimelea, inatibu dalili kama hizo, kuumwa kichwa, labda kupata homa na vitu kama hivyo, dalili ambazo zinaweza zikawa zimeletwa na kuwepo kwa ugonjwa fulani mwilini mwako. Kwa hiyo niseme hazina uhusiano kati ya usugu wa, wa, wa vimelea dhidi ya dawa na hizi dawa za maumivu kwa mm -hmm. sababu hizi dawa za maumivu unapoimeza haiendi kumuua bakteria fulani mwilini mwako zenyewe zinadili kwenye mfumo mwingine kabisa wa, wa, wa mwili namna yaku, ya kufanya maumivu ya, ya upate relief ya maumivu. Kwa hiyo hizi dawa za antibiotic au tunaita viua vijisumu, ambazo ni dawa moto, dawa ambazo zinahitaji prescription ya daktari uweze kuitumia, hizo ndo dawa ambazo zinakuwa affected na usugu. Kwa hiyo dawa za maumivu zenyewe haziwezi eh, kupata usugu kwa sababu hazijakusudiwa kumtibu bakteria virus au fungus kama ambavyo nimeeleza. Hmm, kwenye nini ambacho kifanyike ni kuepuka kwa kweli vile visababishi ambavyo ndio sasa husababisha hii eh, uvida au usugu wa vimelea dhidi ya dawa dawa ambayo imekusudiwa kumuua huyo kimelea. Kwa mfano swala la dozi, tumalize dozi. Umeenda kituo cha afya umepata maelekezo ya wa wataalamu kwamba hii dozi yake ni siku tano, hakikisha umemaliza. Hichi ni kitu muhimu sana na, na, na inachangia sana kwenye usugu. Asilimia kubwa sana ya usugu iko hapa, watu wanaabusi hizi dawa, hawatumii kama ambavyo wanaelekezwa, akiona kapata nafuu. Na kuna hizi dawa ambazo tunawapa watu utakii kunywa pombe, kwa mfano sasa mtu unakuta sikukuu imekaribia au mm, kuna sherehe si mtu fulani mm -hmm, ana discontinue ile dozi mm, ili kwamba anajua kesho kutwa kuna jambo kuna jambo langu kwa hiyo mm, anaacha. Sasa hiyo inasababisha sana usugu. Kwa hiyo dozi ni kitu muhimu mno. Ni kitu muhimu mno. Na tumeona hata kwenye ulizungumzia kidogo kwenye dawa za TB mm -hmm, siku hizi dozi inatolewa miezi sita na utakiwa uruke hata siku moja mm -hmm, kwa sababu kuna baadhi fulani ya bakteria hasa wa TB Mycobacterium bacillus wako prone sana kwa resistance, yani wanasababisha sana usugu wa dawa, tunaita relapse TB. Kwa hiyo niseme tu kwamba dozi kwanza tumalize kadiri ya maelekezo ya wa wataalamu, lakini pia tusitumie dawa za binadamu kwenye kutibu mifugo. Na nadhani hivi karibuni pia tuliona kwenye mitandao ilienea, na hata wizara ya afya ilitolea tamko kuhusiana na hizi dawa za ARV kwamba watu wanatumia kwenye mifugo, watu wanao nani, wanaofuga mifugo ng'ombe sijui nguruwe na vitu kama hivyo ndio anatumia kunenepesha. mm -hmm. hiyo na yenyewe ni hatari sana, kwa sababu inaleta huo usugu ambao tunasema. Mtu anachoma ng'ombe sindano, maelekezo ni kwamba baada ya siku tano ndo aweze kumkamua. Hata kama anamkamua basi, hayo maziwa asiyauze mpaka siku tano zipite, dawa inakuwa imeisha kwenye mzunguko wake wa mwili mm -hmm. lakini mtu amemchoma ng'ombe leo nanii dawa, kesho kishakutwa anakamua nauzia watu maziwa mm -hmm. Manaake unapokunywa yale maziwa kuna kiwango fulani cha hiyo dawa unakipata, okay. Tumeelewana ya, kwa hiyo sasa ndo hata kwenye dawa za ARV hivo hivo wanaochanganya kwenye chakula cha mifugo na nini, unakuta sasa wewe una, unatumia kama ni nyama labda ya nguruwe, kuna dozi ndogo unaipata. Sasa kama je ulikuwa una huu ugonjwa sawa eh? Unawa una virusi wa, wa HIV lakini kumbe ujijui bado hujajigundua, lakini unapata dozi ndogo kila siku, sababu unatumia nyama ambayo ina kiwango kidogo cha hii dawa. Hiyo pia inaleta usugu. Kwa hiyo niseme tu, tuepuke kutumia dawa za binadamu kwenye mifugo, lakini vilevile tuepuke hiyo, umetumia dawa hasa hizi dawa moto tunasema antibiotics, prescription only medicine e, dawa ya mwenzako sio ya kwako kwa kama aliitumia mm -hmm. Ikabaki kidogo ye ya dozi yake ilikuwa imeshakamilika, zikabaki dawa kidogo, hautakii kuzitumia wewe. Hiyo itachangia sana kwenye kupunguza usugu. Lakini vile vile sababu nyingine utupaji holela wa dawa okay. Utupaji holela wa dawa kwa kiwango kikubwa tuna dispose kwenye mazingira, kwa mfano kwenye mito eh? Tunatupa mashambani Hizi dawa pia zina athari kwenye mazingira kwa sababu huwa zinafyonzwa pia na mimea na mtu unapokula unaweza kupata dozi ndogo. mm -hmm. Lakini pia kwenye vyanzo vya maji, kuna watu wanatumia maji, kuna mifugo inatumia maji, kuna dozi ndogo wanaipata kwao. Tuepuke pia kutupa dawa kiolela. Kuna miongozo kabisa ambayo iko chini ya mamlaka ya chakula, chakula na mamlaka ya dawa na vifaa tiba. okay. Ambayo inaelekeza na namna gani ya ku, kutupa hizi dawa. Kwa hiyo tuepuke sana kutupa dawa kiholela katika mazingira. Ya kawaida ya nyumbani, tunashauri kulingana na aina ya dawa, ila tunashauri mara nyingi utupe kwenye tundu la choo, kwa sababu kule angalau ndo kunakuwa kuna usalama. Usitupe tu nje hivi, wanyama wanaweza mm -hmm. wakala, watoto wanaweza wakaokota, kunakuwa hamna usalama pale, sawa ya. Lakini pia ya mwisho labda niseme, tuepuke kufanya eh, kuuza mm hizo -hmm. bidhaa hasa za wanyama kama maziwa, nyama, kwa wanyama ambao wanapata dawa mm -hmm. yes kabla dawa haijaondoka mwilini. Wito wangu mimi niseme tu, kwanza kwanza, dawa ni sumu mm -hmm. dawa ni sumu, na iwapo hutoitumia vizuri ni mbaya zaidi. Kwa hiyo natakiwa utumie kulingana na maelekezo ya mtaalamu wa afya. Hiyo ndo ndo wito wangu na rai yangu. Tuzingatie sana maelekezo ya wataalamu wa afya juu ya matumizi ya hizi dawa. Hizi dawa